Na Yesu mtumishi wa Mungu aliye mwana wake. Amina. Ee Mungu uria siri ya mtu mtakatifu. Tunakuomba usikilize kwa roho sala zako wa watumishi wa wako wanataka kuingia katika shirika la watumishi wa Yesu.

Basi utatamka maneno haya kwa ajili ya wote. Nikisha tampela kanzu wote, tunawapa kanzu zao, ndio maana hizo zinazopata zingelisaa. Pokeeni kanzu hii yenye rangi ya bluu inayofanana rangi ya kanga, ili iwakumbushe daima